Saikolojia kumi na tatu za bosi asiyekupenda lakini anakuogopa. Katika video hii tutakwenda kuzichambua saikolojia kumi na tatu ambazo zitakusaidia kutambua bosi asiyekupenda lakini anakuogopa, na cha kushangaza saikolojia namba 8 na namba 13, zitakuacha mdomo wazi. kabla tujiendelea na somo letu, jambo unalotakiwa kulifanya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 Bosi anayekuogopa hataki kukuinua wala kukupongeza. Anaogopa kukiri, anaogopa kukiri hadharani kuwa wewe ni bora. Kwa sababu hiyo, kwa sababu hilo linaweza kuwafanya wengine waone uwezo wako. Kwa hiyo, kupuuza ni silaha yake ya kwanza ya kisaikolojia. Kwa hiyo, hii ni, ni, ni, ni saikolojia ya kwanza ambayo itakusaidia kumtambua bosi anayekuchukia lakini anakuogopa. Anakuwa anakupuuza kwa makusudi hata unapofanya vizuri kuna mtu anaweza kuona umefanya vizuri kabisa, lakini yeye ataogopa atakuwa anakupuuza kabisa, hawezi kuambia umefanya vizuri anakuwa anaogopa ukupongeza. Kwa hiyo yeye anakuwa anaamini kana kwamba anaogopa kukiria hadharani kuwa wewe ni bora, kwa sababu hiyo hilo linaweza kuwafanya wengine waone uwezo wako. Kwa hiyo kupuuza ni silaha yake ya kwanza kisaikolojia. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa anakupuuza kwa makusudi, hata unapofanya vizuri. Yeye ni mtu ambaye anakupuuza, hawezi kuona mchango wako. Unaweza kujitahidi sana ukafanya vizuri, lakini yeye anakuwa anakupuuza kama hujafanya kitu chochote, anakuwa anakupuuza kabisa. Hii ni saikolojia ya kwanza ya kumtambua bosi asiyekupenda lakini anakuogopa. Lakini saikolojia ya pili, anakutazama kama tishio na sio mfanyakazi wa kawaida. Badala ya kukuona kama rasilimali ya kampuni anakuchukulia kama mpinzani wa baadaye. Kila wazo lako, mafanikio yako au umaarufu wako kazini humkumbusha kuwa nafasi yake si salama. Huyo ni mtu ambaye anakutazama kama tishio na sio mfanyakazi wa kawaida, ni mtu ambaye anakuwa anakutazama wewe kama tishio na sio mfanyakazi wa kawaida kwao. Badala ya kukuona kama rasilimali ya kampuni, badala ya kukuona kama ni mtu wa muhimu sana kwenye kampuni au kwenye kazi au kwenye taasisi, lakini yeye anakuwa anakuchukulia kama mpinzani wa baadaye. Yeye anakuwa anakuchukulia kama mpinzani wake. Kwa hiyo anakuwa ni mtu ambaye anashindana na wewe siri siri au kimya kimya, ni mtu ambaye anakuwa anashindana na wewe kimya kimya. Kwa hiyo ukiona, hii ni saikolojia ya pili ya kumtambua bosi asiyekupenda lakini anakuogopa. Ni mtu ambaye anakutazama kama tishio na siye mfanyakazi wa kawaida. Lakini saikolojia ya tatu, hukupa kazi nzito au zisizo na mipaka ya wazi. Anaweza kupatia majukumu magumu bila maelekezo kamili, akitarajia ushindi, na wakati mwingine akishindwa kukuangusha, hofu yake huongezeka zaidi. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya tatu ya kutambua, ya kutambua bosi asiyekupenda lakini anakuogopa. Saikolojia tatu hukupa kazi nzito au zisizo na mipaka ya, ya wazi. Kwa hiyo anaweza kukupatia majukumu magumu bila maelekezo, ka, maelekezo kamili. Anaweza kukupatia kazi ngumu bila maelekezo yote kamili, au wakati mwingine anaweza kukupatia maelekezo ambayo hayaeleweki. Lengo lake ni, kuku, ni kutarajia ushindo. Kwa hiyo na wakati mwingine akiona akishindwa kukuangusha, hofu yake huongezeka zaidi. Lakini saikolojia ya nne ambayo itakusaidia kutambua au kumtambua bosi asiyekupenda lakini anakuogopa, anakufuatilia kwa karibu kuliko wengine. Anaangalia kila unachofanya, kila ulichosema, kila uamuzi, si kwa sababu unakosea, bali kwa sababu anakuogopa. Akili yake inatafuta kosa ili ijisikie salama. Huyu ni mtu ambaye anakuwa anakufuatilia kwa karibu kuliko watu wengine. Yani inaweza kuwa ni kwenye taasisi, inaweza kuwa ni kwenye ofisi, lakini mtu huyo anakuwa anakufuatilia sana kwa karibu kuliko mtu mwingine, anakuwa anafuatilia details zako zote. Kwa hiyo anakuwa anaangalia kila unachokifanya, kila ulichosema, kila uamuzi, si kwa sababu unakosea, bali kwa sababu anakuogopa, na akili yake inatafuta kosa ili ijisikie salama. Ni mtu ambaye anakutafutia makosa yani, muda wote anakutafutia makosa, muda wote anakutafutia makosa ili akili yake ijisikie salama. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakufuatilia kwa karibu kuliko wengine, ni mtu ambaye anakuwa anakufuatilia kwa karibu kuliko wengine. Lakini saikolojia ya tano ambayo inaonyesha bosi asiyekupenda lakini anakuogopa, anakupa pongezi kwa siri, si hadharani. Ni mtu ambaye anakupa pongezi kwa siri, si hadharani. mkiwa pekee yenu Anaweza kukwambia unafanya vizuri lakini mbele ya watu anabalika. Hii ni saikolojia ya mtu anayekutambua lakini anaogopa ushindani wako. O, ni mtu ambaye anakupa pongezi kwa siri na wala si hadharani yani, wakati labda mpo hadharani mko, mko wengi hawezi kukusifia mkiwa mko wengi, hawezi kupongeza mkiwa mko hadharani, ila mkiwa mko wawili ye ndo anatumia muda huo kupongeza, ah, unafanya vizuri, lakini akiwa na watu hawezi kupongeza kabisa. Kwa sababu anakuwa naamini aki akikupongeza mbele ya watu basi watu watam watamsikiliza ee watamsikiliza, watamsikiliza, watakusikiliza wewe, na watamsikiliza wewe. Kwa anakuwa na perception mitazamo ya namna hiyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakupa pongezi kwa siri, si hadharani yani, hadharani hawezi kupa pongezi, na wakati mwingine mkiwa mko hadharani anaweza akawa anakupondea na kusema vibaya, lakini mkiwa mko wawili anakuwa anakupa pongezi. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya tano ambayo inaweza kusaidia kutambua bosi asiyekupenda lakini anakuogopa. Lakini saikolojia ya sita: kukukosoa kwa mambo madogo kuliko wengine. Ni mtu ambaye anakuwa anakukosoa kwa mambo madogo kuliko watu wengine. Bosi anayekuogopa utafuta kasoro ndogo ili akupunguze kisaikolojia. Hii umpe hisia ya mamlaka juu yako na kumpunguzia hofu yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa anakukosoa kwa mambo madogo kuliko wengine. Ni mtu ambaye anakuwa anakutafutia vimakosa vidogo vidogo na kuwa anakukosoa kwa mambo madogo kuliko watu wengine. Yaani paka unaweza kuwa unajiuliza, hey, kwa nini anakukosoa tu wewe tu? Yaani yeye tu ni wewe. Paka unaweza unaweza kuna wakati unaweza unajiuliza kama amekuandama yeye. Kwa hiyo kukukosoa kwa mambo madogo kuliko wengine. Bosi anayekuogopa utafuta kasoro ndogo ndogo ili akupunguze kisaikolojia. Hii kumpa hisia ya mamlaka juu yako na kumpunguzia hofu yake. Kwa hiyo anakuwa anatafuta vikasoro vidogo vidogo ili aweze kukosoa. Lakini saikolojia ya saba ya kumgundua bosi asiyekupenda ila anakuogopa, huchukizwa na umaarufu wako kwa wenzako. Wenzako wanapokuheshimu au kukufuata, bosi huyu huisi kutishiwa anajua mvuto wako si, si nguvu kuliko ma, anajua mvuto wako ni nguvu kuliko cheo chake. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya saba: bosi asiyekupenda na anayekuogopa huchukizwa na umaarufu wako kwa wenzako. Kwa wenzako wanapokuwa wanakuheshimu, wanakufata au wanakusikiliza, bosi huyu uisi, anakuwa anahisi kutishiwa, anakuwa anajua mvuto wako ni una nguvu kuliko hata cheo chake. Lakini saikolojia ya nane ya kumtambua bosi asiyekupenda ila anakuogopa anakuzuia kukaribiana na wakubwa wake, hataki uonekane sana mbele ya uongozi wa juu. Hii ni hofu ya wazi, anajua ukionekana unaweza kuchukua nafasi yake au kumvua heshima yake. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuzuia kukaribiana na wakubwa wake. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa anakuzuia kukaribiana na wakubwa wake, hataki uonekane sana mbele ya uongozi wa juu hii ni hofu ya wazi anajua, ukionekana unaweza kuchukua nafasi yake au kumvua heshima yake. Huyo ni mtu ambaye anakuwa hataki ufahamiane, hataki uwe na ukaribu na viongozi wa juu, hataki ufahamiane, anakuwa hataki kabisa, yuko, yuko radhi afanyi chochote, yani we usiwe na ukaribu na viongozi wa juu. Lakini saikolojia ya tisa ya kumtambua bosi asiyekupenda lakini anakuogopa, anajilinda sana anapokuwa karibu na wewe anaongea kwa tahadhari, anachagua maneno, anaepuka makosa mbele yako. Hii ni ishara kwamba anakuheshimu kimya kimya, hata kama akupendi. Kwa hiyo hii ni saikolojia ya tisa, anajilinda sana anapokuwa karibu na wewe. Lakini saikolojia ya kumi, anaonyesha wivu wa kimya. Anachukizwa, anachukizwa wengine wanapokusifu au kukupenda. Wivu huu unatokana na hofu, anaona una mvuto na ushawishi anaoukosa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaonyesha wivu wa kimya kimya, ni mtu ambaye anakuwa anaonyesha wivu wa kimya kimya. Kwa hiyo anachukizwa wengine wanapokusifia au wengine wanapokupenda. Wivu huu unatokana na hofu, anaona anaona, anaona, anaona, anakuwa anaona una mvuto na ushawishi anaoukosa. Lakini saikolojia ya kumi na moja ya kumtambua bosi asiyekupenda ila anakuogopa, anajaribu kukuonyesha mamlaka yake mara kwa mara anakuwa anajaribu kukuonyesha mamlaka yake mara kwa mara. Anaweza kuonyesha, anaweza kukuonyesha mimi ndiye bosi mara nyingi ukiwa karibu naye. Hii ni dalili ya mtu asiyejisikia uh, asi salama mbele yako siku zote. Mtu aliyejiamini kweli hahitaji kuthibitisha mamlaka yake kila wakati. Kwa hiyo ni mtu ambaye uh, hii ni saikolojia nyingine ya 11 anajaribu kuonyesha mamlaka yake mara kwa mara. Yaani kila mkiwa pamoja anakuwa anakuonyesha anakuwa mimi ndo bosi hapa, mimi ndo bosi. Yaani yeye anakuwa naji. anajaribu kuonyesha mamlaka yake mara kwa mara. Kwa hiyo hii anaweza kuonyesha mimi ndiye bosi mara nyingi ukiwa karibu naye. Hii ni dalili ya mtu asiyejisikia salama mbele yako. Lakini saikolojia namba kumi na mbili, anakupa taarifa za mwisho au pungufu. Hii ni mbinu ya kukuweka katika mtego. Anatarajia ushindwe kwa kukosa taarifa lakini ukifanikiwa bado hofu yake huongezeka maradufu. Kwa hiyo anakuwa anakupa na taarifa mwisho au pungufu, yaani anakupatia na taarifa pungufu, lengo anakuwa na kutafutia tu kamtego. Hii ni mbinu ya kuweka katika mtego. Anatarajia tu ushindwe kwa kukosa taarifa, lakini ukifanikiwa bado hofu yake huongezeka maradufu. Lakini saikolojia namba 13 ya kumtambua bosi asiyekupenda ila anakuogopa anakufanya ujisikie kama hufai kuaminiwa. Hii ni saikolojia ya kumi na tatu, anakufanya ujisikie kama hufai kuaminiwa. Hii ni mbinu ya kisaikolojia ya gaslighting. Anajaribu kukufanya ujitilie shaka uwezo wako, kwa sababu yeye tayari anaujua uwezo wako. Huo ni mtu ambaye anakufanya ujisikie, uh, ujisikie kama hufai kuaminiwa, ni mtu ambaye anakufanya ana, ana, ana utilie shaka uwezo wako. Uh, ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza kama kuna jambo ambalo umejifunza ningependa ukomenti chini utuambia umejifunza kitu gani. Ninakupenda, nikutakie wakati mwema, lakini pia kama umebarikiwa na somo, naomba ushee kwa ndugu jamaa na marafiki. Asante.